Familia, hello, hello, hello, hello. Hello, hello guys, wanafamilia ya DJ Moka TV, na bila kupoteza muda, leo tutajifunza jinsi ya kuscratch kwa kutumia batani mbili kwenye simu yako ya Android. Hii ni simu jamani, usije mkatoa comment jamani, anatumia PC, anatudanganya. Hii ni simu, mimi natumia simu, ndugu yangu. Hii ni simu kama mnavyoona, ni simu, simu kabisa hii. Kwa hiyo ndio kama hivyo, mimi natumia simu Mbona eh, mi natumia simu ndugu zangu, kwa msije mkaanza ku comment yo oh, Moka TZ anatudanganya anatumia nini? Mi natumia simu. Afu nikushauri kitu kimoja, ukiangalia video zangu, basi we subscribe, ili tuwe wanafamilia DJ Moka TZ, maana usipo subscribe wewe vitu vipya vitakukosa. Sasa hivi kuna vision mpya hapa, nikimaliza hii video nda nda advertise hapa, vision DJ nyingine mpya inaitwa Future Yo DJ, na nayo napiga scratch balaa, yaani hiyo ni apu kama apu, sio screen. Kwa hiyo sasa, wewe kama usubscribe, ndugu yangu, hivi vitu vitakupita, umeona. Na uh, kingine, share bwana, share acha kuwa mchoyo Share wewe usi, pengine kama hamna rafiki yako aliyoku share, ungejua haya mambo share. Bwana, kwa marafiki mbalimbali, kama una group liko WhatsApp, we share, ili video zangu zitembee, na mi support zangu ni nyie. Hapo nyie mkinisupport mimi ndo nazidi kupiga hatua, kwenda sehemu moja, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Basi mi nisiongee sana, ila usiskip video. Mimi nitakuelekeza na jinsi ya ku iseti Serato DJ kwenye simu enta sambamba one to one one to one. Afu na kitu kingine, mimi nataka hii video iwe ndio video ya jinsi ya kuiseti Serato DJ kwenye simu. Sitaki ile habari eti mtu ni kutumia Serato DJ tena nikutumia na video. Mimi nataka video hii iwe ndio video ya kuiseti Serato DJ kwenye simu, sitaki yani yaani sitaki tena eti mtu nimtumie serato dj tena nimtengenezee na video, mnanipaga kazi sometime. Alafu yote ya anasababishwa mnaskipu video sana, mnaskipu video, msiskipu video. Na leo nitakwenda kukionyesha jinsi ya kuscratch kwa kutumia keyboardi batani mbili. Maana moja nimesha inani nishaiachia video yake, ila leo nitakuelekeza na mbili. Ile moja huwaga hailetagi ladha kwenye scratch, ila ukiscratch kwa kutumia batani mbili inaleta ladha, nitakwenda kukuonyesha ladha gani? Yani ladha fulani hivi ambayo imeenda shule, umeona eh? Twende sambamba, twende sambamba. Kama uja subscribe, mi ningekusiu subscribe, ili kuwa mwanafamilia DJ Moga TZ, hivyo yani, yani mi napenda sana haya. Twende sambamba, jamani, tutaanza leo, mtatumia batani ya hiyo anaita kwenye simu ni B-A-F-E. Hapo. <laughs> hey, yo. <laughs> Umeona, nimeplay tu haijaleta scratch yoyote yani. Hapo ya nimeplay kinani kishamba tunaita, ila ukiplay kiprofessional unaplay kama hivi. Acha nikuonyeshe ukiplay kiprofessional. Hapo nimeplay kishamba, ndio maana umeona imenani tu kishamba shamba. Hapo kishamba ni nikisipata ni mbona, hapo nime play kishamba. Kishamba una play tu hivi, hii sinta kishamba, hiyo hiyo. Hapo haina scratch yoyote, ni kishamba. Ila kiprofessional ni hivi hivi. Kiprofessional ni hivi. Acha ni play kiprofessional uone. Hapa kidogo nita nani, nataka niongeze sauti ili kidogo usikie kiprofessional na inavyokuwa. Twende na na kiprofessional, kuna mtu anapiga sole sole sole, nilipigiwa tuende sambamba sasa, jinsi ya kuiplaio ni kiprofeshna sasa. Lipigiwa hapo kidogo, kuna changamoto ilijitokeza, ila twende sawa. Mimi napiga hii tb na hii A nikizichanganya, hey, zote mbili naleta kitu kama kamai <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hivi ujana upoje, ujana upoje, ujana upoje. Ujana upoje. Ujana upoje. Yeah. Yeah. Niwe na kitengo bosi, nikifanya chepengo, ila pisizo, pisizo, nikiziona moyo unadunda tena pisizo